Mkutano wa mwaka wa tathmini ya mashirika yasiyo ya, ya kiserikali katika wilaya ya Kilombero unafanyika katika halmashauri ya mji wa Ifakara. Shirika la Chadihudi Development Organization CDO limehudhuria mkutano huu na kupenyeza ajenda ya programu ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Innocent Lusomyo ni afisa program wa CDO. Uh, sisi kama uh, CDO ambao tunatembea kwa mwamvuli wa Techden tumeona ni fahari kubwa kutumia jukwaa hili la mkutano wa mwaka wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ambao unalenga kufanya tathmini ya mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali kwenye maendeleo uh, ya taifa kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita, yani mwaka 2021 kwenda mwaka 2025 uh, na, na 26 kama jukwaa muhimu kuweza kuchagiza agenda ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kwa sababu uh, wadau wote hawa kama mashirika wanatekeleza afua mbalimbali ambazo kwa namna moja au nyingine zinagusa maslahi ya mtoto. Hivyo tukaona ni muhimu kufika na kujumuika pamoja na wadau hawa, kuweza kumoja, kutumia jukwaa hili kutoa elimu ya masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto, kwa maana kwamba kwenye kila afua mdau anayoitekeleza anagusa maslahi ya mtoto. Hivyo tunatoa wito kwa wadau hawa kuweza kuwekeza kikamilifu kwenye afua zote zinazowagusa watoto kuanzia ya lishe, uh, ustawi, ulinzi na usalama, elimu, lakini hata afya. Mkuu wa wilaya ya Kilombero anatoa wito kwa mashirika yasiyo ya kiserikali kuweza kuunganisha nguvu ya pamoja kutatua changamoto zinazoikabili jamii. Sasa unaangalia changamoto ndani ya jamii mnayoiandikia na kupata su ndo, ndo, ndo mchango. Ndio maana kauli mbiu nasema, tathmini ya mchango wa mashirika yasiyo ya kiserikali katika maendeleo ya taifa, tumechangia nini kama sisi ndio? nataka njio mkafanya mabadiliko katika huduma. Tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi meeza azia, lakini tuna changamoto ya afya. Innocent Lusomyo anahamasisha mashirika kuwa wanachama wa mtandao wa tekden. Kwa yoyote aliyeko hapa, iwe ni benki, iwe ni taasisi au shirika lisiyokuwa la kiserikali, kwa chochote kile tunachokifanya, tutagusa maslahi ya mtoto. Ukimgusa baba, umemgusa mtoto ukimgusa mama umemgusa mtoto, chochote kile tunachokifanya. Kwa hiyo tukaona ni vema tuje kushirikiana nanyi pia, na pia tutumie nafasi hii kutoa wito kwa mkoa wa Morogoro. Tunao mtandao umoja wa mtandao wa malezi makuzi, na maendeleo ya awali ya mtoto, yaani umoja wa wanachama wa TECDEN ambao edo hapa kupitia uh, kaka yangu hapa ni wanachama kombania na taasisi yao pale pia ni wanachama wa te, kwa sababu kwa yote tunayoyafanya, hatuwezi tukayafanya peke yetu. Tunahitaji nguvu ya pamoja, tushirikiane na tushirikishane kwenye kutekeleza afua hizi ambazo tunazitekeleza, ziwe zinagusa mtoto moja kwa moja au hazimgusi mtoto moja kwa moja. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi hii kwa kushirikiana na wenzetu wa ustawi, ambao ustawi kwenye ngazi ya mkoa wao ndio wamepewa dhamana ya uratibu wa programu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto na wanaratibu nini? Basi, moja ya kazi kubwa ambao wanaifanya ni kuhamasisha na kuhakikisha kwamba sisi wadau tunafanya kazi kubwa sana. Lengo kuu hasa la sisi kushiriki katika kikao hiki ni kuangalia tathmini ya asasi zisizokuwa za kiserikali zinazoshiriki na zinazofanya afua mbalimbali kuhusiana na watoto katika katika programu yetu jumuishi ya taifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto katika afua zile tano zote ambazo ni afya, elimu, malezi yenye muitikio lishe, pamoja na ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo katika afsasi hizi zinazotoa tathmini yao ya mwaka mzima, tunaona namna gani ambavyo ushiriki wao katika programu zao mbalimbali kwa namna moja ama nyingine zina zimeonyesha kwamba zimeshiriki na zimefanya afua mbalimbali katika hizo, katika programu yetu ya taifa ya malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Ni mashirikiano makubwa ambayo tunayapata kutoka kwenye ngazi tofauti tofauti za serikali katika utekelezaji wa afua hizi aa, ndio imekuwa nguzo kubwa ya mafanikio. Tunaona sasa, namba ya watoto ambao imekuwa ikiandikishwa katika shule zetu za msingi imekuwa ikiongezeka na sio tu katika darasa la msingi, lakini pia hata kwenye yale madarasa ya awali, idadi kubwa ya watoto sasa imekuwa ikiandikishwa iki, iki na kuanza kuunganishwa katika mfumo wa elimu. Hali inayoendelea sasa hivi ya mmonyoko wa maadili imekuwa ni changamoto sana, hasa maadili kwa watoto na vijana. Na ni, ni kweli tunasema kwamba sasa hivi kuna changamoto kubwa, lakini tuangalie mikutano mbalimbali mbali ambayo huwa labda tunaiendesha. Mfano nime, nimeona kwenye clip kwenye mitandao ya suka mtoto Afrika ya, lakini yale maudhui niliona yule alikuwa ameenda kuimba pale, alikuwa anaimba nyimbo ambayo inaenda kuharibu maadili ya watoto. Hivyo basi rai yangu mimi tunapoandaa shughuli zinazohusiana na watoto basi, na yale maadili au maudhui ya reflect na vile vitu vyote vote vyafanyika pale, maanake leo hii huwezi ukaniambia kwamba uh, tunamwelimisha tuna mtoto kuwa na maadili mema alafu nyimbo inaimba pale ni mapenzi, au wanacheza watoto wanalala chini, maanake pale sisi ndio kikwazo cha mmomonyoko wa maadili.